Sasa kwa kuwa sisi hatujatajwa siwezi mm -hmm kulijibia kile lakini naitwa Lakin, angesema kuna timu inapendelewa ambayo ni Simba Sports Club, ningekuwa kwenye nafasi nzuri ya La, lakini tu mtazamo wako kwa sababu yule ni mtu ambaye anatakiwa, ninyi mnamhitaji kucheza naye kwa sababu ili muweze labda kuchukua ubingwa kama mtafanikiwa kushinda mechi zenu ni lazima mcheze na yeye. Mimi nita nitaralia kwenye taarifa ya bodi ya ligi ambayo imesema imepokea maamuzi ya CAF na tarehe ya mchezo itapangwa haraka iwezekanavyo. That statement statement was very smart statement. Haraka kwa yes. Sisi hapa tunaishi hapo kwenye haraka iwezekanavyo tunasubiri ratiba ya ligi, ratiba ya mechi hmm, namba mia mechi namba 184 twende tukakidimua mengine yote mimi haya, haya, siko kwenye nafasi ya kuzungumzia kwa sababu hawajatutaja moja kwa moja. Laiti kama wangetutaja kwamba sisi ndiyo tunaopendelewa, hmm, na mimi ningekuwa kwenye nafasi nzuri ya kutoa majina, lakini hmm, mimi niseme kitu kimoja. mm -hmm, niwapenda nyinyi assignment ndugu zangu hmm, waandishi nendeni mkawaulize ni timu gani inayopendelewa, wasitoke wasi na ujumla. Eh, timu siku nyingi Tanzania, ligi kuu ya Tanzania liko timu kumi na sita, ligi daraja la kwanza championship timu ishirini. Haya, ligi daraja la pili kuna Magru. Sasa, timu kunako za kutosha. Sasa je kukum, nani anayependelewa? Waseme straight wa wazi besa n anapendelewa nini, no, nini? <laughs> tukitajwa sisi Njoni tuhojiane, niwa, niwape majibu lakini kwa sasa siwezi kuwa majibu sababu msingi wale wamerusha jiwe jiwe, yeah. mi yeah. <laughs> <yeah. laughs> <Yeah. laughs> Sasa mimi siwezi kujishtukia mimi imi. Kwa hiyo sasa, mnatamani mngepangiwa lini kabla ya fainali? mm -hmm. au baada ya baada kitu fainatuwache kwanza achukue ubingwa wa Afrika. mm -hmm. baada hapo, tutakuja kwenye masuala mengine ya ndani. yeah. yeah. yeah. Ubingwa tunauona ubingwa tunao kwa namna hii ambavyo tunakamua viporo ubingwa tunao, inshaallah <tipura pijayatimu> eh, ubingwa tunao, bingwa, ubingwa tunao kabisa, wana Simba tu ubingwa, ubingwa wa Afrika tunao, Ubi, ubingwa wa ligi kuu tunao, ubingwa wa wa CRDB tunao, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaka, mwaka wa ubingwa kwa upande wangu. Ni mwaka wa ubingwa, ni mwaka wa mafanikio. Huu ndio ule mwaka ambao ukipanda ukoka yanaota matembele. Huu ndio ule mwaka ambao ukichimba uki, uki, uki, uki, shimo la choo unakutana na dhahabu. Ndio ule mwaka wa mafanikio. Kwa hiyo ndio mpango wetu, tuchukue yote. Na hiyo tebo ndio itakayo imekamilika, sasa imekamilika hapo na ubingwa to raha. Kaka. Make yeah. Alafu kikosi itachangamka, alafu <tie> ndo kwanza ndo kwanza anawatengeneza kikosi, ndo kwanza tunaona kuna machezaji hapa joona kabisa ubora wa msimu <tie> huu bado kabisa <tie> <tie> um, kutengeneza tiba 32, kikosi 32 kimetengenezwa kwa asilimia 32. Bado Simba na hatari, miaka miwili mitatu inaopiahii, watu watasusa sana eh. <laughs> Watu wamechanganyikiwa, watu wamechanganyikiwa nyinyi. <laughs> Ninyi watu wamechanganyikiwa, Tanzania hii akia nani? Ni ubaya ubwela, kwa sababu ubaya ubwela unapitia hapa, unaenda kwenye, kwenye ubongo, alafu unaubadilisha ubongo lake na rangi <laughs> ya Wewe we, fanya fanya utafiti. Sasa hivi kuna watu wengi wanatembea, wanazungumza wenyewe, mtu yuko peke yake barabarani, peke yake unadhani kwa nini wanaongea wenyewe? Watu